Karibu na katika video hii tutazungumzia mzunguko wa hedhi. Iwe unatafuta kubeba ujauzito au unatafuta kukwepa ujauzito, mzunguko wa hedhi ni mada ya muhimu sana ya kuifahamu. Tutazungumza siku ambazo ni za kubeba ujauzito na siku ambazo haubebi ujauzito, kiasi kwamba kama unatafuta kubeba ujauzito unajua ni siku gani hasa za kushiriki ili ubebe ujauzito, na kama unatafuta kukwepa ujauzito unajua ni siku gani hasa za kuzikwepa ili ukwepe ujauzito, okay? Kama wewe ni mgeni usisahau kubonyeza subscribe kwa sababu hapa Maarifa Tiba hizi ndo mada zetu za kila siku, karibu darasani. So ukiwa unataka kuelewa vizuri mzunguko wa hedhi au maarufu kama kalenda, kutumia kalenda katika kucontrol uzazi, kitu cha kwanza kabisa unatakiwa kukielewa ni urefu wa mzunguko wako. Urefu wa mzunguko wako, yani wewe una mzunguko wako ni wa siku ngapi? Hicho ndio kitu cha kwanza kabisa unatakiwa ukifahamu kama ufahamu mzunguko wako una siku ngapi, sahau kuhusiana na kutumia kalenda kwa ajili ya kukontrol uzazi. Na ninaelewa kwamba wako watu ambao mizunguko yao pia ni haieleweki, kwa maana ya mwezi huu anakwenda siku ishirini na nane, mwezi ujao siku thelathini na mbili, mwezi ujao siku ishirini na nne okay. Sasa tazungumzia kundi hilo, lakini tuanze na kundi la kwanza ambalo mzunguko wake unaeleweka ni regular kama ni siku 28 ni siku 28 kila mwezi, kama ni siku 30 ni siku 30 kila mwezi, kama ni siku 32 ni 32 kila mwezi. Huwa tunasema ni mzunguko ambao una utaratibu, mzunguko ambao unaeleweka. Okay, sasa unatakiwa kufahamu kwanza hiyo, na namna ambavyo unafahamu urefu wa mzunguko wako ni kwa kuhesabu tu, kuanzia siku ya kwanza unayoona damu mpaka siku ya mwisho kabla ya kuona damu nyingine, yani kwa mfano Let's say imetokea kwamba umeona damu tarehe moja tarehe moja ndio umeona damu tarehe moja ya mwezi wote. Alafu unakuja kuona damu nyingine tarehe ishirini na tisa, maana yake mzunguko wako ni wa siku ishirini na nane maana yake utahesabu kuanzia moja mpaka ishirini na nane ile ishirini na tisa ambayo umeona damu ya pili hauihesabu. Kwa hiyo unahesabu kuanzia siku ya kwanza unayoona damu mpaka siku ya mwisho kabla ya kuona damu nyingine. Sasa huo ndio urefu wa mzunguko wako okay? Kwa ajili ya somo hili nitachukulia mfano mtu ambaye mzunguko wake ni siku 29. Nachukua 29 kwa makusudi kwa sababu wengi wamezoea siku 28 ambayo na wanafikiri wanawake wote basi wanakwenda kwa mzunguko wa siku 28. Hapana. Sayansi inatuonyesha kwamba kuanzia siku 21 mpaka siku 35. Ndio maana hapa mzunguko wangu nimechora siku 35. Siku 21 mpaka siku 35 ni mizunguko ya kawaida kabisa. Kwa hiyo kuna watu wanakwenda siku 21, 22, 23, 24 mpaka siku 35, 35. Kwa hiyo nitachukulia mfano wa siku 29, kwamba kila mwezi mzunguko wako ni wa siku 29. So ukishaelewa kwamba mzunguko wangu ni wa siku 29, unachotakiwa kufanya cha kwanza kabisa ni kutafuta siku za yai. Tunaita siku za yai kuachiwa, siku gani ambapo yai linaachiwa kwenye ovari zako? Na sayansi inatuonyesha ya kwamba yai huwa linaachiwa siku 14 kabla ya kuanza mzunguko mwingine yai huwa linaachiwa siku kumi na nne kabla ya kuanza mzunguko mwingine, kabla ya kuona tena damu. Kwa hiyo kumbe, kama tumeshafahamu unakwenda kwa siku ishirini na tisa maana yake tukizitoa zile siku kumi na nne baada ya uh, mini kabla ya kuingia kwenye mzunguko mwingine, hapo tunakuwa tumepata siku ambayo yai linaachiwa, ovulation day Kiingereza. mm -hmm. inaitwa hivyo, siku ambayo yai linaachiwa. Kwa hiyo tutachukua ishirini na tisa tutatoa 14 Napata ngapi? 15. Sasa hii siku ya 15 tangu ulipoanza kuona damu. Oke? Okay? Siku ya 15. Hapa hatuzungumzii kalenda. Kuna watu wengine huwa wanachanganya. Hapa hatuzungumzii tarehe 15. Tunazungumzia siku ya 15 ya mzunguko wako. Tangu ulipoanza kuona damu ya siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne mpaka siku ya 15. Hii siku ya 15 ndio siku ambayo yai kisayansi linaachiwa. Lakini sasa kwa sababu tunatumia kalenda, ukiwa unatumia ovulation kit, unafahamu exactly kabisa ni siku gani yai limeachiwa. Lakini kwa sababu tunatumia kalenda, kuwa salama, tunaongeza makosa yanayoweza kutokea kibaiolojia, na makosa hayo ni kwamba yai linaweza likaachiwa siku mbili kabla ya hiyo siku uliyoitarajia, au siku mbili baada kwa hiyo tutakwenda kwenye mzunguko wetu. hizi sio siku za kalenda, hizi ni siku za mzunguko, kuanzia siku yako ya kwanza ya kuona damu, ya pili, ya tatu. Kwa hiyo hizi sio tarehe, okay. Kwa hiyo siku ya 15 ndio tumepata, baada ya kuchukua 29 kutoa 14 tumepata 15, maana yake siku ya 15 hapa, hii ndiyo siku hasa sasa ya yai linafanyaje, linaachiwa. Lakini tunaongeza siku mbili mbele na siku mbili nyuma. Kwa hiyo tutaongeza siku ya 13 na ya 14 nyuma na siku ya kumi na sita na kumi na saba mbele. Hizi siku tano hizi, kuanzia siku ya kumi na tatu ya mzunguko wako, mpaka siku ya kumi na saba ya mzunguko wako. Ndio zinaitwa siku za yai. Manake, hasa hasa, tunatarajia yai liachiwe siku ya kumi na tano. Lakini sasa makosa yanaweza kutokea, likaachiwa siku mbili kabla au siku mbili baada. Kwa hizi siku tano, ndio siku za yai. Okay, hizi ndo siku za yai, ovulation days, ndio siku za yai. Ukishapata hizo sasa, unakuja kutafuta siku za mimba. Sasa mara nyingi watu wanakosea na wanajikuta wanabeba mimba zisizotarajiwa kwa sababu wanafikiri hizi siku za yai peke yake ndio siku zinazowezekana kubeba ujauzito. Sio kweli, kuna siku siku za yai na kuna siku za mimba. Sasa siku za mimba ni ndefu, zinahusisha siku za yai, lakini ni ndefu zaidi kwa sababu kuna vitu vingine vya ziada vinahusika, mbali na siku zenyewe za, za yai. Jambo la kwanza ni urefu au uhai wa yai lenyewe tangu limeachiwa. Kwamba yai la mwanamke linapoachiwa linaweza kudumu likiwa hai hadi saa 24. Kwa hiyo ni kusema kwamba tunatarajia yai liachiwe kuanzia siku ya 13 hadi ya siku ya 17. Na tunatarajia maana yake tungesema siku ya 18 au 19 ni salama. Lakini iwapo mwanamke atashiriki tendo la ndoa kwenye siku ya 18 alafu yai liliachiwa siku ya 17 bado siku ya 18 yatabeba ujauzito, kwa sababu lile yai linakuwa hai limeachiwa tarehe 17 siku ya 17. Samani, sio tarehe 17 siku ya 17, lakini litakuwa hai mpaka hiyo siku, mpaka hata siku ya 19. Kwa hiyo tunachokifanya, tunaongeza siku mbili tena, kutokea ile siku ya mwisho. Hizi ni siku za uhai wa yai. Kwa hiyo inatufikisha mpaka siku ya 19 ya mzunguko, kwamba yai linaweza likawa hai mpaka siku masaa ishirini nne. Okay? Lakini jambo la pili linaloongezeka ni uhai wa mbegu ya kiume. Mbegu ya kiume mara imeingia kwenye mwili wa mwanamke inaweza kukaa hai kuanzia siku tatu mpaka siku tano. Okay? Kwa hiyo hii inatufanya, maana yake ni kusema tunatarajia yai kuanzia siku ya kumi na tatu, lakini kama huyu mwanamke ameshiriki tendo la ndoa siku ya kumi bado anaweza kubeba ujauzito. He? Anaweza kubeba ujauzito? Ndio. Kwa sababu kama ameshiriki siku ya kumi na mbegu inaweza kuwa hai hadi kwa siku tano. Maanake hiyo ni siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Kwa hiyo unajikuta mpaka anakuja kuanza kutoa yai, tayari mbegu iko hai ingawa iliingia katika siku ambazo zilizaniwa ni salama. Unanipata? Kwa hiyo tunaongeza siku tano kuanzia hii siku ya nyuma. Hii siku ya mwisho ya, ya kwanza kabisa hii. Tunaongeza siku tano kuanzia hiyo siku yenyewe. Kwa hiyo moja, mbili, tatu, nne, tano. Kwa hiyo hii inatupeleka mpaka siku ya tisa. Sasa hii ni kusema kwamba kuanzia siku ya tisa mpaka siku ya kumi na tisa, hizi siku zote hizi ni siku ambazo ni siku za mimba. Kwa hiyo zinahusisha siku tano zile za yai, lakini kuna siku zaidi ambazo zinahusisha uhai yai linaweza kudumu kwa muda gani ndani ya mwili lakini pia uhai wa mbegu. Kwa hiyo usichanganyikiwe. Kwa muktasari, ni kwamba kwanza unachukua ule mzunguko wako kama ni siku 29, tumechukulia kwa mfano, tunatoa kwa 14. Kwa nini 14? Ni kwa sababu yai linaachiwa hasa siku 14 kabla ya mzunguko mwingine. Kwa hiyo tunatoa zile 14. Siku ya 15. Siku ya 15 kwa kuongeza makosa ya kibiolojia yanaweza kutokea, tumeweka siku mbili mbele, inatupeleka hadi na siku mbili, siku mbili nyuma na siku mbili mbele hadi 17 pia. Kwa hiyo tunapata hizi siku tano. Hilo ndio jambo la kwanza. Maana wengi wanachanganyikiwa hapo. Hilo ni jambo la kwanza. Tunapata siku za yai hizi ni siku tano. Lakini baada ya hapo tunapotafuta siku za mimba kuna on, tunaongeza mambo mengine. Jambo la kwanza tunaliongeza ni uhai wa yai. Yai linaweza kukaa kwa muda mrefu kiasi gani ndani, ndio tunaongeza tena mbili. Kwa hiyo tunaongeza 18 na 19. Alafu hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili tunaongeza tena uhai wa mbegu. Mbegu inaweza kukaa mpaka siku tano, okay, ndani ya mwili. Kwa hiyo tunaongeza tena siku tano, kuanzia hii siku ya chini kabisa. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Hivi ndio namna ambavyo tunapata siku za mimba. Okay, sasa hii ni kusema hivi, kama unatafuta kukwepa ujauzito, maana yake hizi siku zote kuanzia siku ya tisa ya mzunguko wako mpaka siku ya kumi na tisa ya mzunguko wako hizi ni siku ambazo ni za kubeba ujauzito. Wengi mnaziita siku hatari, hakuna siku hatari. Ujauzito sio hatari. Ni siku tu za, za kubeba ujauzito, sio siku hatari. Okay? Kwa hiyo siku ya tisa sasa, kuanzia siku ya kwanza uliona damu, unafahamu kuanzia siku yangu ya tisa mpaka siku ya kumi na tisa hizo ni siku za kubeba ujauzito. Lakini kinyume chake kwa mtu ambaye unatafuta sasa kubeba ujauzito, siku ambazo hasa hasa utabeba ujauzito kirahisi ni siku hizi tano. Hizi tano ni tano. Hizi zote zingine zinaweza kubeba ujauzito lakini uwezekano ni mkubwa kwenye hizi, yani nguvu kubwa ipo kwenye hizi siku tano, okay? Na chunguzi kwa zoefu zinaonyesha kwa mfano, kwa watu wanaotaka kujaribu, kuchagua jinsia, ukishiriki tendo la ndoa katika ile siku hasa ya ile iliyoachiwa yani siku ya kumi na tano, mara nyingi uwezekano ni kumpata mtoto wa kiume. Natumia neno uwezekano kwa sababu sio mara zote inakuwa hivyo ila mara nyingi inaonekana hivyo. Kwa hiyo siku ya kumi na tano na ukishiriki kabla, maana yake hii siku ya kumi na tatu na ya kumi na nne mara nyingi anatokea mtoto wa kike. Lakini yote kwa yote jinsia ni Mungu ndo anaamua. Hiyo ni data tu ambazo zinatusaidia kuinfluence kuweka kitu fulani kama kinaweza kikatokea katika katika namna hiyo, lakini hapa tumezungumza kwa mtu ambaye mzunguko wake unaeleweka ni wa siku 29. Kwa hiyo hata kama mzunguko wako ni wa siku thelathini mbili, ina maana tu unaeleweka, kila mwezi ni siku thelathini mbili. Nikuchukulie mfano, utatoa ngapi? Utatoa kumi na nne. Ukitoa kumi na nne, hapo utapata jibu kumi na nane, sio? Kwa hiyo utaenda siku ya kumi na nane ya mzunguko ambao ni hii hapa, utaongeza siku mbili nyuma na mbele, itakupeleka hapa na hapa, itakuwa siku ya kumi na sita mpaka siku ya ishirini ndio siku zako za, za, siku za uhai wa yai ya lakini utaongeza siku siku tano siku ya kumi na sita, ya uhai wa mbegu kwa hiyo utaongeza hapa moja mbili tatu nne tano itakuwa utapata kuanzia siku ya kumi na mbili mpaka siku ya ya ishirini na mbili kwa mzunguko huu wa siku thelathini na mbili. Ok, kuanzia siku ya kumi na mbili mpaka ishirini na mbili ndio siku za mimba. Okay. Kwa chukua mzunguko wako halafu, uh, utafanya kwa namna hii, ili mradi tu mzunguko ni ule ambao unaeleweka ambao unajirudia kila mwezi okay. Naamini video hii imekusaidia, lakini kama wewe mzunguko wako haueleweki, yani mwezi huu ni siku 21, mwezi huu 28, mwezi huu sasa, tazama video hii hapa ambapo nimeelewesha vizuri kuhusu mzunguko usioeleweka.